ya maana zaidi ya moja. Kwa hivyo, msikilizaji, hapa sentensi ni tatu. Umetungiwa sentensi ukaambiwa ainisha sentensi, ainisha matumizi ya ji katika sentensi ifuatayo. Unatafuta matumizi ya ji. Pili, msikilizaji, hapa unaambiwa tunga sentensi yenye uh, matumizi ya ji yanayoleta dhana tofauti. Tatu, ukaambiwa tunga sentensi mbili zinazoleta uh, dhana tofauti ya matumizi ya kiambishi ji. Kwa hivyo hayo ni maswali matatu tofauti. Wakati mwingine wanafunzi wanaulizwa lili swali moja, yeye anaona ni maswali yote sawa. Ukiambiwa tunga sentensi mbili, tunga sentensi mbili. Ukiambiwa tunga sentensi moja ambayo inaleta dhana tofauti za matumizi ya uh, kiambishi chochote kile, tunga hiyo sentensi ikiwa moja. Ukiambiwa tunga mbili, tunga mbili. Ukiambiwa ainisha sentensi. Ha, ha, ha. Ama ainisha matumizi ya kiambishi fulani katika sentensi. Ainisha matumizi ya hicho kiambishi.